Ushauri wangu sasa, kwa sababu yametendeka mambo yanayoumiza mioyo ya Tanzania, watanzania wamevunjika mioyo yao, wameumia, lakini bado mkaona haitoshi, mkapuuza na hoja zao na mkaamua kujitangaza kwa washindi kwa namna ya ajabu kabisa. Imagine katika kipindi ambacho taifa lina liko matatizo, mmeona makuru yamechomwa, makuru yametupwa, lakini bado haikutosha, mkaamua kukubali Leo analiwe tangaza matokeo na mkajipa viti vya vya uongozi unavyotaka. Sawa? Ushauri wangu, kama wewe ni mmoja wa wabunge diwani, au kiongozi wote unaamini una umepigiwa kura huku unajua kupigiwa kura hizo ni kwanza kutengenezwa, kwa sababu wananchi walikuwa barabarani na wengine hawakutoka kabisa kwenda kuandamana, lakini leo hii unao ujasiri wa kwenda kuapa ili uje waongoze watu ambao wa ndugu zao wamekufa kikatili kabisa, na unajua hauja chaguliwa na hao watu. Na kushauri kama mtu wa Mungu, kama ni mtu ambaye una hofu ya Mungu, vaa viatu vya wale watu. Wanakufurahia huko tayari kula hiyo fedha, hiyo nafasi, huku mioyo ya watu ina uchungu kwa kitu kilichotokea tarehe ile 29:30. Una ujasiri huo, una uwezo huo, nenda kwenye hicho kiti, lakini kama una uhakika ulishinda vizuri ni uzuri uchaguzi wazi upya, kataa hiyo nafasi kabisa. Nakushauri kataa hiyo nafasi. Kama kweli wewe una, una utu ndani yako, una moyo wa una moyo wa nyama ndani yako, vao binadamu, jiulize hivi, ili kweli nimechaguliwa na hawa watu kweli nikaongoze? Kweli nimechaguliwa? Jibu ni hapana. Ukiwa na waka hapana chaguliwa na wao, njia yenye nyepesi na nzuri bali kusema jamani, mimi naombeni mm, -mm. Labda turudie ila kwa matokeo haya hapana. Lakini kama unaona hii ni njia ngumu, kama unaona hii ni njia ngumu, subiri uapishwe vizuri, rudi kwenye kwenye jimbo lako, weka mikutano, uliza jamani, na umizo na kilichotokea tarehe fulani, najua na kilichotokea tarehe fulani, lakini kwa bahati au lakini tayari niko hapa kama mbunge wenu ambaye najua pengine siku sisi hapa mnanipitisha nikaongoze, ni utapata picha kamili kama wanakukubali au wanakukubali. Lakini kama utalazimisha kwenda bungeni, huku unajua kwenye jimbo lako hujachaguliwa na hao watu, na hao watu wana uchungu, wamezika ndugu zao, lakini unataka kwenda bungeni ukale hiyo fedha ambayo ni kodi yao. Nenda nenda, kuna Mungu mbinguni. Huyu yeye hali ugali kama sisi, ana namna yake ambayo huwa anasema na namna yanayosema sio sio nzuri sana wakati mwingine, lakini nashauri tu kwa upendo wa dhati, kwa upendo wa dhati, kama una uwezo wa kuachilia nafasi, kura zikarudiwa upya, kwa namna yoyote ile ambayo unaona ni sawa, au kama unaweza kujitoa kabisa, kwa jamani, ili jimbo mimi naliacha, hata ni, ni wananchi wa kawaida fanya. Naongea hivi kama nabii wa taifa hili, nakuambia kwa sababu najua hapo mbele palivyo. Najua hapa mbele palivyo. Nimepaona hapa mbele palivyo. Sio pazuri. CV yangu kwenye nchi hii, kwenye eneo la kinabii ni kubwa. Sijaanza kutabiri leo. Mambo ya kitaifa nimeanza miaka kama mitatu minne, lakini wanaonijua, kuna watu wananijua, nimesoma nao, wengine wana jeshi nimesoma nao, wananijua, nimeanza muda mrefu kuanzia primary, secondary, chuoni St Joseph College wananijua Sokoine University wananijua nikitabiri najua ndivyo itakavyotokea. Unaweza ukaniua mimi au kanipuuza mimi. Huwezi kupuuza unabii wangu. So kama kuna jimbo lolote ambalo unaona una, umechaguliwa na ukweli unajua mwalimu wako haukuseli kuwa hapo. Ila kuna namna imefanyika huko hapo lipo. Tafuta namna nzuri. Aidha utoki kabisa wachie kiti. Itafuta namna nyingine watu waanze upya kwa amani kama anacho kawaida. Ama la. Tafuta namna nzuri ya maridhiano na hao watu wa jimbo lako. Usi, usipotezee. Usipotezee. Ukipuza mimi nimemaliza. Narudia tena. Ninyi watu ambao mtu akikosoa, akitoa maoni yake, mnawaza mabaya kumfanyia, mimi ni mshauri tu mzuri na ni mtu ambaye si milele yote sikumbana na serikali. Naongea kitu ambacho najua ni kizuri kinajenga na wala kibomoyo. Kama wanatamani kwenda mbele jitafakari sana. Kila kiongozi ambaye unataka una kuanza kuongoza hilo eneo ambalo umechaguliwa nalo, unaamini unachaguliwa nalo mwaka elfu mbili na ishirini unapoenda hapo, kama kama elfu mbili na thelathini jitafakari sana. Unahisi wewe ni mtu sahihi kuongoza watu? Unahisi wewe ni mtu sahihi kuongoza hilo jimbo? Unahisi wewe ni mtu sahihi kuongoza hilo eneo? Kama ndivyo, tafuta patano na nao watu. Tafuta patano na hawa watu, usiende ili mradi. Tanzania ina chuki, mpaka sasa hivi hajatokea bado mtu wa kuiondoa hiyo chuki. Kuna uchungu mioyoni mwao, bado hajatokea mtu wa kuiondoa hiyo uchungu. Unaweza kuwa sababu ya wewe kuonekana mwema na busara na jimbo lako na wakakuamini, na mkashirikiana kufanya kazi pamoja kwa kuwasikiliza tu na kutengeneza amani pamoja na wao. Lakini jambo la mwisho, serikali na wajibu wa kumtuma mtu ambaye mnaona ana hekima na anakubalika kuzungumza na wananchi wakamwelewa, kwa habari hali iliyotokea, aje aongee na wananchi. Ni ushauri tu, serikali na wajibu wa kukaa ninyi wenyewe na kupima ni nani anaweza akawa na hekima ya kutosha akaja akazungumza na na wananchi. Msiwapuuze, wamepoteza ndugu zao milele. Tujengeni hii nchi yetu, hatuna sababu ya kugombana, tujenge hii nchi. Tuna nia njema, lengo ni kujenga hii Tanzania, ni Tanzania bora na uwezo, na huo upo. Tujengeni hii nchi yetu kwa pamoja. Nabii Dennis sasa, wakati huu mgumu ambao Tanzania inazidi kupitia, amepitia kifungo baada ya kuweza kumhonya na kuweza pia kumshuta na kumnyoshea kidole cha lawama Mama Samia Suluhu, kile ambacho anasema kwamba aliweza kujiapisha hata baada ya Watanzania kupata shida ambazo walipokea tarehe ishirini na tisa mwaka elfu mbili ishirini na tano, mwezi wa Oktoba. Huo ni mwaka ambao uliopita ambao tumeuvuka hivi tu karibuni, na anasema kwamba mama Samia Suluhu atalipia kwa sababu Mungu yupo, na Mungu yupo mbinguni na anaona kile ambacho Watanzania wanazidi kupitia. Kwa hiyo na kuingine ni kwamba anadai kwamba hawa Watanzania waliweza kuandamana na kuandamana kwao, hiyo ni kodi yao, wanatetea hiyo ni kodi ambao kila siku wanailipa, ndio wanatetea. Kwa hiyo, Uh, nabii nabii ambaye ni Dennis anaonekana kumsuta Rais uh, Samia Suluhu akisema kwamba kwa kweli hajui utu, aaminiki ah, wala asemezeki wala angalie wa, wa Tanzania kipi kinachowasumbua kile ambacho ana, ana haja nacho ni uongozi na inaonekana kwamba Uh, Dennis anazidi kuonya chama cha CCM, akidai kwamba Mungu yupo na ataweza kupigania Watanzania wote na hawatazungumza mengi wao wana Mungu na watazidi kuombea Tanzania na watazidi kuombea Watanzania wote wakae kwa amani na uhuru uweze kupatikana, akidai kwamba Samia Suluhu hakutumia ama hakuweza kutumia utu kuweza kuwatawanya wale ambao walikuwa wanaandamana. Cha msingi ni kwamba hakuweza eh, kuangazia baada ya vifo za watu eh, mamilioni maelfu ma, ma, ma Uh, kwa nini waliweza kuwaga dunia na ni kitu gani haswa so, wale Watanzania walikuwa wanakihitaji. Kwa hiyo zidi kufuatilia kwenye taarifa zetu nitazidi kukupa nyingi zaidi.